Taki, dada wako, pati, anajulikana kama V Money ila cheti chake cha kuzaliwa anasomeka kama Vanessa Mdee. Vanessa Mdee aliyejaliwa sauti nyororo na sura ya kuvutia alizaliwa Juni mwaka 1988 mkoani Arusha nchini Tanzania. <coughs> Alianza kujihusisha na tasnia burudani akiwa bado ni mwanafunzi wa sheria jijini Nairobi nchini Kenya, ikiwa ni miezi michache tu toka kutokea kwa kifo cha baba yake. Uamuzi wake wa kujihusisha na shindano la kumtafuta mtangazaji wa kituo cha burudani cha MTV ulianzisha rasmi safari yake ya kuingia kwenye tasnia burudani. Alianza kama mtangazaji wa kituo cha redio cha Choice FM nchini Tanzania, na kumfanya kuwa maarufu kati ya wasikilizaji wa kituo hicho ambacho ni sehemu ya Clouds FM. Alisikika kwenye wimbo Mani aliofanya na msanii AY japo haukupata maarufu hey, kabla ya kuja kuibuka na kwenye kolabo na Omi Dimples kwenye Me and You iliyotoka mwaka 2013 na kukonga nyoyo za wapenzi wa burudani Afrika Mashariki. Mwaka 2014 Vanessa Mdee alitoa albamu yake ya kwanza itwayo Closer iliyokuwa na mahadhi ya R&B na Bongo Flava. Ngoma kama Nobody But Me, Niroge, Game na nyingine nyingi zilifanya nyota ya Vanessa Mdee izidi kung'aa Afrika Mashariki. Katika kukuza sanaa yake mwaka 2017 Vanessa alianzisha lebo ya muziki itwayo Mdee Music na mwaka mmoja baadaye akachia albamu itwayo Money Mondays iliyokuwa na ngoma kama Kisela, Juu na Wet. Vanessa Mdee ndiye msanii pekee Afrika Mashariki na Kati kufanya tour ya nchi nzima akiwa pamoja na msanii mwenzake aitwaye Jux. Nje ya muziki, Vanessa amewahi kuwa mtangazaji wa kipindi cha MTV Basement na aliwahi kuwa mkufunzi wa East Africa's Got Talent. Pia amewahi kushiriki kwenye msimu wa tano wa MTV Shuga Downsouth Akishiriki kama mke wa tajiri muhuni. Mwaka 2020 Vanessa alitangaza rasmi kuachana na tasnia muziki akitoa sababu za changamoto ya afya ya kiakili. Mwaka huo huo aliingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na mwigizaji kutoka Nigeria mwenye uraia pia wa Marekani Oloruntimi Akinosho maarufu kama Rutimi. Wawili hao wamejaliwa kupata watoto wawili na kwa sasa anaishi Atlanta nchini Marekani. Vanessa Mdee ni ndugu ya wasanii Mimi Maz